Marekani ilijaribu kumhonga rubani wa, ma, wa Nicolas Maduro. Mm -hmm. Walimpa, wakamwambia sisi tutakupa kitita cha, cha pesa vizuri, tutakupatia kila kitu vizuri ufanye nini? wakati wakati utakapotoka na Maduro mlete tu Marekani, na ile ndege yake. Mm -hmm. Mlete basi, sisi tumkamate tumtie ndani. Basi hiyo ndio shughuli yake. Lakini pamoja na kwamba alipatiwa ofa ya pesa nyingi, maisha bora, nina, nini na nini, alikataa ofa hiyo hiyo ni kwa sababu watu wenyewe wana wana huo uslubu yani, wana huo mtindo wa kwamba sisi tuko dhidi ya adui yetu, hata kama ana vitu vingi, ana pesa nyingi, ana vitu vingi, lakini sisi tunasimama dhidi yake kwa kuwa e ni mtu anayetudhulumu na hmm. hiyo ndio imefanywa serikali ya Venezuela ikabaki mpaka sasa, maanake wamepiga miaka miaka kibao yani ni miaka hmm, nyingi sana wametaka kumuondoa Maduro au serikali nzima ya Venezuela kwa mtindo huu wakuwa ana urafiki na wasiokuwa yeye, lakini bado wameshindwa kumtoa.